rehma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tukiendelea na madarasa haya ya sira tumefika katika mwaka wa huzni he. na tukazungumzia kwa nini yani uliitwa mwaka wa huzni. Miongoni mwa sababu yani, sababu tutasema za zinazo zinazodhihirika zaidi ni kufa kwa he, na, na Khadija na kufa kwa Abu Talib, na hawa walikuwa ni nguzo ni, ni, ni, nguzo, ni pillars, za Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam eh, ndani ya nyumba na nje ya nyumba. Sasa walipofariki utaona, eh, nje ya nyumba ikawa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wale Makureshi wana sasa wameanza kumdhulumu sana, wamsumbua, wamtupia mchanga eh, kuna siku mpaka maulama watuambia, siku moja walimuona nje mmoja katika wale Makureshi masafihi yani, watu hawa wajinga wajinga, akamrushia mchanga kwenye kichwa chake. Bwana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam galia eh, tabu alizopitia ye, eh, bwana mtume. Sisi je, tushawahi kutupiwa mawe ama kutupiwa mchanga kwa ajili ya, ya kusema kuwa sisi ni Waislamu? Alhamdulillah, miji yetu, Kenya yetu, sana sana, wewe utasema wewe mwislamu hakuna mtu wa kushughulikia eh? yani huyu ni bwana mtume kwa ajili ya dawa eh? na yeye ndo mkweli wa wakweli, atupiwa mchanga mpaka siku moja Yani baada ya e, tukio kama hili, akaenda kwake nyumbani Sayyidatina Fatima e, semekana ni katika baadhi ya riwaya Sayyidatina Fatima akamuona, ikawa yuamsafisha safisha huku yualia mm, lakini bwana mtume akamwambia, usiwe na wasiwasi, Mwenyezi Mungu yuko na sisi na Mwenyezi Mungu atatu protect. Kwa hiyo mambo kama haya yalianza kutokea kwa wingi zaidi kwa bwana mtume baada ya kifo cha nani, cha Abi Talib. Naam, katika mafunzo ambayo twasoma katika matukio kama haya ni kuwa mtu anaweza kuuliza, imekuwaje? Sisi tunajua kutoka mwanzo wa dawa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam yupata kuprotektiwa na nani? Na Abu Abu Talib. Sasa ilikuwa hikma ama kikawaida, mtu anaweza kusema basi, ingekuwa uzuri huyo Abu Talib aketi mpaka nini, mpaka mwisho, yani Mwenyezi Mungu amwache aishi mpaka mpaka mwisho, ushaona ili eh, bwana mtume aendelee na dawa kwa nini, kwa nguvu. Sasa ni vipi hapa, Mbona yaani Mwenyezi Mungu alimuua mapema, ni hikma gani iko hapa eh? maulama watuambia hikma iliyokuwa hapa eh, ni tu, tusome sisi tulan sisi kama waislamu mambo kadhaa. Miongoni mwa mambo ni tujue fathi eh, na izza, eh? na kufungukiwa eh, ni kwa Allah jalla jalalu. Yote haya yatoka kwa Allah jalla jalalu. Kwa sababu gani? Lau yeye Abu Twalib angebaki, eh, ikawa yu endelea yu amprotect bwana mtume yu amkinga hapati shida yoyote, bwana mtume akaendelea na dawa dawa, ikaendelea ikaendelea mpaka daula ya Kiislamu ikajengeka, watu wangekuwa wasema ah, huyu bwana, ile kuokoka kote kule, usaidizi wote, ile nasri yote, fatihi yote aliyopata inatoka kwa nani? Kwa sababu ya Abu Twalib. Ingawa Abu Twalib si Muislamu, kama tulivyosema, jumhurul ulama hiyo ndio kauli yao, eh, ingawa manake watu sasa wangesema ah Kumbe eh, waweza kupata ile nasri hata kwa viumbe, waweza kupata ile inaya, waweza kupata huu usaidizi hata kwa viumbe, hata kama mtu mwenyewe si si Muislamu. Kwa hikma hii sasa Mwenyezi Mungu atuonyesha, la huyu tutamfisha mapema, ndo akafa yeye Abu Twalib mapema, bwana mtume akapata zile tabu, akawa sasa hasaidiki tena na mwanadamu yote, manake alikuwa Abu Twalib yom protect eh, manake eh, kiongozi wa eh, Banu Hashim, basi utapata makabila yote mengine hawezi kumwingilia bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa sababu gani? Kwa sababu ya Abu Talib. Lakini sasa Mungu amemtoa njiani kwa sababu gani? ionekane kuangalia nasri yote mwishowe, hakuna mtu ambaye atanasibisha ule usaidizi wa Abu Talib, bali kila mtu yasema nasri imetoka kwa nani? Kwa Allah jalla jalalu, idha jaa nasrullahi. Na pia Mwenyezi Mungu amemwambia bwana mtume wake, wallahu ya'simuka minan nas, Mwenyezi Mungu atakukinga wewe atakuprotect kutoka na watu inaweyenu yani, hutauliwa Tamam, na katika mafunzo pia nitwasoma kuwa eh? Mwenyezi Mungu hapa hii aya tuliyoitaja akisema wallahu ya'simuka minan nas Mwenyezi Mungu atakuprotect wewe mtume kutokana na watu, atakulinda kutokana na watu. Haimaanishi kuwa hutopingwa. Haimaanishi kuwa hatopigwa mawe eh? Kama itakavyokuja kwenye kisa, yani, cha Taif. Eh? Haimaanishi kuwa hakutokuwa na udhia. La la, la. Bali yamaanisha hakutokuja pingamizi ambazo zitakuzuia usifanye dawa. Matatizo yatakuwa. Eh? na ni hati ya maisha. Matatizo ni kitu ambacho hutokea yani, katika maisha. Kwa hivyo matatizo yatakuwa, lakini haimaanishi eh, haimaanishi ikiwa basi matatizo haya yatakuwa khalas tuache dawa. La. Matatizo yatakuwa, lakini Mwenyezi Mungu amemhakikishia mtume wake kuwa hakuna mtu atamuua, na jambo la pili ni kuwa hakuna mtu atamzuia kabisa mpaka asiweze kufanya dawa. La, bali ataweza kufanya dawa lakini kwa taabu, lakini ataweza kufanya dawa eh, lakini tu kwa taabu. Pia katika mambo ambayo tutasoma sisi kama Waislamu twastafidi ni kuwa tusitarajie kuwa njia hii ya dawa itakuwa rahisi na si njia ya dawa yoyote, kitu chochote mtu akitaka kufanya cha kheri, eh, haimaanishi kuwa ile njia itakuwa nini? Rahisi? La, ile njia itakuwa ya tabu. Lau mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam angeishi yani kwa namna ambayo Abu Twalib yuam protect, eh, hapati madhara yoyote mpaka mwisho dawa ikaenea, daula ika, ikajengwa ika ikaendelea ika, daula ya Kiislamu mpaka Uislamu kutufikia sisi. Mtu yote akianza dawa angetarajia kuwa atapata protection, atakuwa hiyo tarajia, mimi nitakuwa protected one, mimi nitakuwa napendwa kila sa la sasa. Kwa ajili ya hiyo Mwenyezi Mungu atuonyesha, angalia, huyu ni kipenzi changu eh? Hakuna kiumbe bora kama huyu bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakini pamoja na hayo ayapata eh, udhia, ayapata kukerwa, manake ndo tujue ndo tujue kweli ataweza ku- eh, kuvumilia kweli ataweza kufanya dawa hata kwa hizi shida tabani, bwana mtume ataweza. Sasa hii ni kwetu sisi eh, tuliobakia. Je, yes, sisi kama Waislamu je, yes, tuko proud eh, ya kueleza mimi bwana Mwislamu je, yes, tuko proud kuvaa itwaje mavazi yetu ya Kiislamu je, yes, tuko proud kwa mfano kujistiri kwa namna ya Kiislamu eh, kusoma Qur'ani kuswali mbele za watu eh. Maanake utapata watu wengine labda taona haya kuswali mbele za watu kama ni airport ama stage za ma, mabasi ma, ma, watu wengine maskini ataona haya kuswali mbele za watu kivipi? Sasa hapo tuonyeshwa sisi, hata kama utapata shida, utapata shida pingamizi, sisi mambo ya dini lazima tuyasimamishe. Ikiwa we, mtu uko katika dawa uko katika kusomesha hata huko katika haya mambo yote lakini dini yako lazima usimamishe. Dini yetu lazima tufanye nini? Tusimamishe any field ambayo huko mtu yafanya kazi eh, kampuni iliyoko labda kampuni labda si ya Kiislamu. Mara nyingine mvulana atakuja pewe mkono na eh, mwanamke. Khalas, ni akatae, ndiyo dini yetu. Ala, utaona mtu mwingine maskini yaona haya labda mbosi sijui kitu kama la la ta'ata li makhluq fi ma'siyati al-Khaliq. Hakuna bwana kumtii kum makhluqi kwa kumuasi nani eh, mwenye kutumba yani, Allah jalla jalaluh. Hakuna mambo kama hayo. Lazima sisi tuweze ama, tujaribu kushikamana na dini yetu. Eh? Na si kwa mdomo tu <laughs> lazima tushikane na dini yetu, si kwa mdomo tu manake eh? Baadhi ya mashekhe zetu walikuwa wakisema kuwa eh, ilmu hii ya kisheria ilmu hii ya kisheria katika zama zetu katika miji mingi katika sehemu nyingi ni ilmu eh? muazzamun fil qalbi. Afwan. Muazzamun fil lisan Afwan. Muazzamun fil lisan Yaani ilmu hii oh mashaallah sisi Waislamu tuiadhimisha kwenye midomo yetu. Oh shekhe yule bwana, shekhe yule yule msomaji mzuri. Kwenye nini? Kwenye midomo. Lakini eh, upande wa lisanul hal, yani upande wa vitendo vyetu, ilimu hii tumeiweka chini kabisa, tumeidharau madharau ya hali ya juu zaidi. Na katika society yetu, katika jamii zetu ndio tuiona, yani mambo kama haya, eh. Mtoto mfano rahisi sana ni kuwa yule mtoto mdogo yule mtoto mdogo, katika watoto, mtu labda ana watoto wawili watatu, yule mtoto mzuri kabisa, sharp kabisa eh, yaani kwa lugha yetu clever, tumpeleke shule akasome, atasoma shule, ataenda ma university na nini na nini, atapewa course nzuri bwana. Nataka mtoto wangu awe doctor medicine, sijui engineering, masomo kama hayo eh, hatusemi ni mabaya, lakini sisi tutatoa mfano. Lakini masomo ya dini ni upi? Ni yule mtoto ambaye hawezi ku memorize, akili yake nzito, sijui akili yake ina tabu gani. Khalas, mpelekeni madrasa bwana Eh, angaa ahifadhi Qur'ani au hii ndo, eh, hali ya itwaje jamii zetu, kisha baadaye wa eh, sisi tajahulalamika sijui mashehe wako vipi? Eh, makosa yalianza tangu mwanzo. Sisi tulichukua the weaker students tukawapeleka wakafanya nini wakasomea madrasa, lakini wale watoto wazuri, wale clever, ah bwana, hao wafaka skuli. Dalili ya nini? Dalili, dalili ya kuwa haya masomo ya madrasa hatuyathamini, eh? na watoto hizi generation zinazokuja wanasoma hayo hayo mambo ambayo wao wenyewe wanakuja wanayafahamu eh. Siku za holiday ambazo ndo wanafunzi wafakuwa wapelekwa madrasa wakasome, ndo wana time zaidi ya kwenda kusoma madrasa. Utaona ndo watu zaidi waenda watafutia ruhusa, antakaende safari mahali fulani, sijui holiday ende wapi wapi, na December, ndo walikuwa walimu wapate nini? Wap, yani, wapate kutake advantage ile fursa kwa watoto wako nyumbani tuwasomeshe zaidi. Ah, wala hatujali eh kwa hiyo mambo kama haya yani si si si si uzuri na generation zinavyoendelea ama mjitama wetu au jamii zetu zinapoelekea ni pabaya, ukiangalia, okay. Jamii zetu hali za society zetu ni weak. Hali za society zetu ni mbaya kwa sababu gani? Yale mafunzo ya dini sisi tumea- tumeawata tumeawata, na hata hatupati pingamizi nyingi. Almuhim, tukirudi katika uh, uh, sira tukirudi yani katika mafunzo ambayo uh, twafahamu ama twasoma kutoka kwa uh, mwaka huu ama matukio haya ya huzni ya kufa kwa Sayyidatina Khadija na itaje Abu Talib, la, la, la Rasulullah, nni kuwa twasoma pia kwa katika asbab ambazo bwana mtume sallallahu alaihi wa, wa alihi wasallam au Waislamu umuman waliwita mwaka huu mwaka wa huzni, si kufa tu kwa Abu Talib na kwa kwa nana Khadija. La. Hizi ni katika asbabu, lakini bwana mtume eh, alihuzunika pia kuwa sasa dawa itakuwa ngumu zaidi, kwa sababu ilikuwa saida, saida, yani ilikuwa Abu Talib yom Protect, lakini utapata baada ya kufariki kidogo eh, inakuwa ngumu sasa, watu kidogo wataslimu, si kama pale mwanzo. Kisha pia katika asbabu za huzni eh, wakituambia eh, maulama ni kuwa walo ku, walo kuwa walo kuwa sasa wakija katika Uislamu wakifurahika na ile dini wakija kufuatilia wakiuliza maswali walipungua walipungua na pia wale makafiri sasa ndo wakazidi kumtukana, e, au kumkadhibisha maneno ya bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ndo bwana mtume yani ikazidi ikazidi ile kero na yale maudhiko, ndo mwaka huu ukaitwa am alhuzn, mwaka huu ukaitwa am alhuzn. Naam, e, haya ni mambo machache yanahusiana na e, taje kifo cha nana Khadija, e, na Abu Talib na mafunzo ambayo tumefaidika ama tastafidi kutokana na eh, matukio kama haya, eh, cha fiqh sira amezungumzia pale baadhi ya ma, ma, mafunzo mazuri mazuri yani madarasa yanayokuja eh, yaliyofuata. Sasa, baada ya mwaka huu baada ya amal huzn. Yeah. Manake yalipotokea haya, bwana Mtume akaona sasa pale Maka hana nini, watu kidogo wamedhaifika kwa kufa kwa Abutalib. Sasa watafanyaje? Bwana Mtume akaanza sasa kupiga darubini kuangalia aende, yeah, miji mingine kama Taif. Inshallah tutazungumzia katika madarasa yanayokuja. Sallallahu ala sayidina Muhammad annabii lummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wallahu ala wa alam.